Bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi saidi salallahu alaihi wasallam. Tuko na mahujaji wa Zanzibar Haji Travel Agency kutoka Tanzania ambao leo kwa uwezo wa Allah wanaiaga au wanaliaga jiji hili tukufu la Makka huku wakimiminika na machozi, kwani hawajiwai kama watapata kurudi tena hapa. Hii ni Makka, hii ni Saudi Arabia na huu ni msikiti mtukufu. Hivi leo wanarudi kwao baada ya kukamilisha ibada tukufu ya haji ya mwaka 2025, na tunaye hapa mbele mbele yenu The Princess Fatma Karume. Ilikuwa sitambulishwe kwa the way alivyokuwa maarufu, lakini atambulishwa kwa sababu ndo hajjat. Hajjat, tuambie. Asalamu aleikum. Alaykum salam. Vipi hali? Alhamdulillah. Unajisikiaje hajjat kutekeleza ibada ya haji ya mwaka huu 2025? Najisikia pole sana pole sana, pole sana, Hajjat pole sana. Binafsi tunakupongeza sana kuwa ni miongoni mwa watu walioteuliwa na kuchaguliwa kupewa baraka hizi za kutekeleza haji mwaka huu. Pole sana, una nini cha kuambia wale ambao hawakubahatika kuja kutekeleza ibada hii mwaka huu? Pole sana kwa kweli uh, Hajjat Fatma Karume ameshindwa kuendelea mazungumzo na maumivu ya kuaga huu mji uh, mtukufu, inshallah. Asante sana. Assalamu alaykum. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun antum bi khair. Azhar TV Makkah.